Haya, angalia kwauuwe kamera Zari, hongera sana. Asante. Umepata pleya wa match. Umepata kuna Mohamed Yassin <laughs> Mohamed Hussein. Mohamed Hussein, alafu na kipa. Kipa wa Simba Musa Kamara. Musa Kamara ndio player of the match. Player of the match. Player of the the match. match. Ule una drama. Yaani akishika tu goli eh hey, analala zake. Analala. Anaona tu wanakuja wanakimbilia anachukua hey, muda alafu anashika goli analala zake. Nimependa drama zake. Nimeipenda nimependa Simba, hasanteni sana. Nimesikia mmeenda kwenye final. We are happy.